Imboni Samuel, nimekuya kuona vandugu vako mu mateso ya mingi sana, vanakosa chakula, vanakosa manguo za kuvala, vanakosa kila kitu manake apa inchi, mutukufie huruma. Inchi nasie tuko vatu, tunastahili na sie tuishi sawa vatu vengine. Prezida Chilombo, tunahitaji musaada kwetu, mutukumbuke. Sie vandugu tunahitaji mutukumbuke nani ya administratere wetu wa teritwari ya Lubero Mitelachi Wewe Ale, tunahitaji msaada ya guvernema. We njo baba yetu ndani ya tarafa ya Lubero. Sie bambuti nasie tuko na haja ya kuona na sie tukumbukwe sagisi watu vengine wanakumbukwa. Ona tunateseka tena zaidi mahangaishi mekoa mingi, tunakosa nguo ya kuvala tunakosa chumvi ya kukula, tunakula chakula yenye aina chumvi, tunakosa vya mambo yote tunakosa dawa, tunakosa kila kitu, tunagonjwa tuna, tunakosa tufanye nini? Wakuu viongozi wa nchi, kuanzia ku presida de la republike Antoine Tshisekedi Chilombo, utukumbuke ndani ya RDC Kongo na administrateur wetu Mitela chiwewe ale, asante sana. Kwa majina ni Kambuti Mboni Samuele Mzee Naweji nako nini kumangusa makati ile yakuwa mangusa hali enye tunakuwa muhimu muhii, mugini inakuwa hali yenye haiwezekani. Tunasangala kusema mugini yetu hii inakuwa apa, kusema mugini yetu itakuwa chomewa na aleta, tunakosa kama shida ni nini? Tunasangala kama tutaenda wapi, ajapata ajapa, tukue mayatima, tukuwe mayatima, eske nyie, guvernema munatuwazia nini? Puru sie tutaenda wapi? Kusudi, kusudi mugini yetu ichomewe mugini yetu e, e, tachomewa mudelegani, kufatana na, na guvenema nanyie, guvernema njoo inakuwa e, e, e, roho yetu, nanyie munatuchunga nyie, guvernema eske we papa mukubwa mchilombo unatuwazia nini? Eske tu, tutaenda ka ovyo ovyo mudelegani nasie tuku batu u tuku, ajapotatukue wambute tuku batu, inawezekana namuna gani? Munasemaka premiezokipa inamaanisha nini? Inamaanisha nini wewe eh? Asante na jina naienu, tasema jina langu ni Muhindo Valeri. Mkubwa, tunashangaa sana, tunakosa amani kuikongo, tunakosa kama twende wapi, tuko na huzuni kubwa sana Wametutakia wavaseme hapa tuku na bunduki, tunakosa kama tuku na bunduki kwa, kwa njia gana kui kwa kwa gizi tuku hapa, hakuna manyasaa ingia kwa kazi ya soda kusudi aende akimbia na bunduki ya watu. Lakini ile ni kilio yetu mukubwa, utukufie huruma. Tunakosa kama watu wanatu, wanatuwazia nini? Tunashukuru.

Hapa bali batakia aseme hapo biko na bunduki mumbuti, mm. Haya, sikuaka na siku moja kuingia ndani ya politike no. Sie mambuti atuingia ke mpolitiki no. Lakini kulikuwa watu moja wanakuwa atakia hapa sema batapalunguza asema mambuti wanagusaka kubunduki mambuti no. Atugusake kubunduki mambuti, atuingia ke mpolitiki na kama munayua mumbuti mwenyewe mlishakafutia mpolitike museme no. Okay, bakubwa ya nchi muone kilio no. Ya hapa kui kampe yetu Bambuti ngapi? Tano. hapa ba. Okay. Sikiliza. Bambuti tano balifungwa hapa mm. juu ya kubatakia banasema. Munaona? <coughs> siezikosa kuwapatia takamutobe niko ndugu yenu ifo, nifike kwenye muko niwape mutobe. Sina sina franga, utanihurulia tu me. Mungu mukwe, naniombea Mungu anipe nguvu ya kutembea nikuza tu kamutobe nikamutobe tukaibo apa ni baba. Tunashukuru basi, tunaenda ile ni kweli ivi, mimi naenda. Nimero ngwani wapatie, nimero ka telefone yangu muiandike aitapitaka Minauliza hivi. Mm. Hii nyumba haikulumiza kama mtu mtu yenye lianguka. Hapana. Haikulumizaka mutu yenye lianguka. Mtu hakulumiaka. Ndio. Wakubwa ya inchi, munaona nyumba iliangukaka hapa, sasa wenyewe ha, walikuwa naishi umu, hawana kwa kuishi. Nyumba nje iliangukaka. Muone iko chini. Mungu alisaidia aikulumiza mutu mm -hmm. lakini nyumba ilianguka mutuone. mm -hmm. Uruma. mm -hmm. na asante sana, kazi njema kwa kwawa viongozi wa nchiyetu ya Asante. kubwa ya nchi ini, kitabu ni journal ofisiele Felix Antoine Chisekedi Chilombo jo mwenye alisinyaka officiel.

Haba, tuheshimie bambute, selobi yenye binaandikiwa umu. Na mwenye na sinye hapa ni Felix Antoine Tshisekedi. Lakini wanatudharau. Atatuwaoneshe zara tu waoneshe, wanatudharau tu. Prezidente la Republike, wenju li sinye juwa kutuheshimisha, ndani ya inchi ya Kongo. Lakini bado wanaendelea ndelea kutudharau. Na hido kima mina iwa achia hapa wakati, wenye watakwana kia wasumbua, muna waambia, tuko na hii, kama mulitumwa bakubwa ya inchi njo balituachia hii. Asante mzee, kitabu yenu iyi karibu sana. Prezida wa inchi njo alisinye Journal Officiel de la Republique Democratique mm -hmm. du Congo mm -hmm. Journal Officiel, prezida njo aliisinye mm -hmm. Felix Antoine Chilombo njo mm -hmm. mwenye alisinye hii kitabu mm -hmm. Muko maartikle za mingi zenye zilikuwa sinye pari vajurnaliste iki kitabu, prezida wetu wa inche anakifahamia. Asante sana, nimekiachia muzee hapa, atakuwa nafanya kazi kwa kufundisha vandugu wote na kuvaonesha gisi nasie tuko vatu tena wenye waneshimilika sana mu RDC yote

Asa sur base ya ile dokima, ile dokima ilenye ko pale ile journal officiel. Maake pale tutakuwa nanda tembea kisheria. Kwenye kama bana bazarau, same batia telefone. Munaita directement, na siya tunaenda kuleta zengine. Na zile leta itakwa nafatilia zile lua na sheria zenye ziko ndani ya ile journal de classe. Juu iweze kupatia mumbute nguvu ya kuweza kujitetea saa vile. Eh, wa nani wa, wa, wa okay. Asante sana. Mungu awabariki. Tunarudia basi, mubakie kwa amani na salama. Do <laughs> hey, wetu jinake Juste Chamutwa anabakiaka Goma, koordinater mwenye anasimamia adelipo yote make bambute yote bote, bote. Anabakiaka oh, no. Goma jina ake Juste Shamutwa. Okay. Mwengine jinake ake Metre Shabani uh-huh. Mwenyiko sharje na proteksio mu adelipo yeye, kuisaha iko Burundi oh, no. Lakini Juste Shamutwa yeye mujikaze, ndatumia nimero, ndaitumia Desire oh. Nimero ya Juste Shamutwa. Muzikaze munakuwa, namwita, munasema Samueli anafikakapa mm. Musikatale kumwambia munauza, inite, munamwita tu. Muna, munamwambia mm. ule njo mm. atatuma hapa metre Shabani miko charge na protection, anaikalaka Kinshasa lakini iko bu rundi, rundi. Mumesikia ndiyo. Hamuko nyepe ba, nye, bakubwa viko venye viko Kinshasa venye viko Burundi venye viko Malawi venye viko Kamanyola Bukavu, sijue niseme namuna gani. Mzee Shabani, charge na protection, alisema tanikutana Lubero anakuya kuwaona.